Karibuni sana kwenye chaneli yetu ya Jesca Afya Mtandaoni. Leo tunaenda kuzungumzia jambo ambayo linasumbua wanaume na wanawake, na wengi bila hata kujua. Jambo lenyewe ni usingizi mbovu. Unajua, usingizi usipokuwa wa kutosha, unaweza kuathiri afya ya mwili, akili na hata hamu ya tendo la ndoa. Kama umekuwa ukilala lakini unaamka mchovu, au usingizi hauji kabisa, hii video ni kwa ajili yako. Hebu tusonge Tatizo la usingizi linatokana na nini? Matatizo ya usingizi au insomnia yanaweza kusababishwa na mambo yafuatayo. Namba moja, msongo wa mawazo ama stresi. Kukosa amani au kufikiria sana matatizo ya kazi, familia au mahusiano kunasababisha akili kushindwa kutulia. Namba mbili, matumizi ya simu au TV muda wa kulala. Mwanga wa blue light unaharibu mfumo wa usingizi wa asili wa mwili. Namba tatu vyakula vibaya kabla ya kulala. Vyakula kama kahawa, soda, pombe au vyakula vizito vinafanya mwili ushindwe kutulia. Namba nne homoni zisizosaa kwa wanaume na wanawake. Homoni kama melatonin na cortisol zikivurugika, usingizi huwa mgumu sana kuupata. Athari za kukosa usingizi kwa afya ya mwili na mahusiano: unapokosa usingizi wa kutosha, mambo yafuatayo huwa yanatokea. Namba moja, mwili wako unapoteza nguvu, stamina na uwezo wa kufurahia tendo la ndoa unapungua. Namba mbili, homoni zako zinapoteza balance, wanawake wanapata mood swing, wanaume nguvu za kiume upungua taratibu. Namba tatu, kinga ya mwili inashuka, unakuwa rahisi kushambuliwa na magonjwa. Namba nne, akili inakuwa slow, hukumbuki vitu vizuri, unakuwa mwepesi wa kukasirika hata kwa mambo madogo. Na ukikosa usingizi mara kwa mara, mahusiano yako, afya ya kimwili na kisaikolojia huporomoka. Njia rahisi za kukabiliana na tatizo hilo: kwa bahati nzuri, usingizi mzuri unaweza kurejeshwa kwa njia rahisi kama hizi. Namba moja, epuka simu, TV au laptop saa moja kabla ya kulala. Namba mbili, kula vyakula vyenye magnesium na tryptofan kama ndizi, karanga, mbegu za maboga na samaki Namba tatu, tengeneza mazingira ya utulivu: taa hafifu, chumba kisafi, kitanda chenye mashuka laini. Namba nne, fanya mazoezi mepesi mchana au jioni. Hii husaidia mwili kuchoka kiafya na kulala kwa haraka. Namba tano, kunywa maji ya kutosha mchana, lakini, lakini usinywe mengi sana usiku. Hivyo basi, usingizi sio tu mapumziko, ni tiba ya mwili, akili na hata mahusiano. Kama umekuwa na tatizo hili, jaribu mbinu hizi rahisi na mwili wako utakushukuru. Hii ilikuwa ni Jesca Afya Mtandaoni. Usiache ku like, comment na kusubscribe kwa afya zaidi. Asanteni sana.